Mtazamaji karibu tena. Wanasiasa wanaoegemea upande wa serikali wamedumisha kwamba hakuna nafasi ya kuvunja sheria, wakiwashutumu viongozi wa upinzani kwa kuingilia maandamano ya Gen Z yaliyoshuhudiwa juma lililopita kwa maslahi ya kibinafsi. Viongozi hao waliyasema hayo jijini Kisumu wakati wa hafla ya kuchangisha fedha ambapo walisisitiza kwamba serikali itajitahidi vilivyo kukabili majaribio yoyote ya kuvuruga amani humu nchini. Mwanahabari wetu weekly for catch, Huyu hapa na maelezo zaidi. Hafla ya kuchangisha fedha kwenye gatuzi la Kisumu katika juhudi za kupiga jeki maslahi ya vuguvugu la bunge la wananchi katika kaunti hiyo, ilitoa fursa kwa viongozi wanaoegemea upande wa serikali kuendeleza shutuma zao dhidi ya upinzani. Viongozi hao waliwashutumu wenzao wa upinzani kwa madai ya kuingilia maandamano ya Gen Z aliyoandaliwa Jumatano tarehe 25 mwezi huu kuchochea kile walichotaja kuwa uvunjaji sheria. Hakuna siku hata moja hii Kisumu watu wamevamia police station tangu maandamano zianze, hakuna, na hakuna hata mtu mmoja ameiba bunduki ya askari. Sisi tunakubali kwa umoja wa Kenya. Tunakubali kwamba mkiwa na kazi ya empowerment tije tuwasaidie. Wao wanasema pesa yao ni ya uchochezi na kuchoma police station. I am telling the Minister of Interior and the head of our security agents. We must protect our country. Don't Viongozi hao walipongeza wakazi wa eneo la Nyanza kwa kutoshiriki kwenye maandamano hayo. And today we want to celebrate the people of Kisumu for standing firm and saying no banning the country of Kenya because we belong to Kenya. Huku siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zikichacha, viongozi hao walidai kwamba ufanisi uliofikiwa na utawala wa Kenya kwanza kufikia sasa utamwezesha Rais William Ruto kupata muhula mwingine afisini. Ukitaka kushindana na Ruto kadhalika wamedai kuwa serikali itakabiliana na ushawishi wa kisiasa wa upinzani wakati ufaao. Nikiripotia Darubini Wikendi kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wiklif Okech. Okay.